Hebu msikieni, bwana mmoja huyu anaendesha gari za highway, anakwenda Burundi. Siku hiyo karudi nyumbani. Kurudi nyumbani, ana watoto wake wawili, aliacha mke kawa mke mwingine. Sikieni kina mama. Basi huyu bwana siku hiyo anarudi, anamkuta vitoto vile vinamwangalia sting room, mke katenga ugali, vitoto vinamwangalia baba usoni. Mume anavyambia anaviambia vile vitoto, kuleni. Mama anadakia, wameshakula hawa Mume anamwambia waache, wale wale watoto wamekula ugali wa baba mwanzo. Huyu bwana na jiuliza andu wamekula, kimoja kimesema, baba, si hatujala, mama ametulisha ugali na mboga ya kuchacha, tumeshindwa. Kwa hiyo kwa kuwa tumeshindwa baba, basi hebu mmoja, ngoja tukakuletee, wallahi kimeenda kuleta ugali, mboga, wadudu wanaruka, imeoza. Yule baba pale pale michozi namtoka. Haya ndiyo maisha ya wanangu. Haya asubuhi ya kwenda kazini, kachukua watoto kaenda nao mtaa mwingine kuongea nao, wanangu, maisha yapoje? Watoto wanamwambia baba, tunamshukuru Allah aliyekupa uwezo wa kuja kutu kutukuta leo. Mama anachofanya kila ukirudi ana kubusubusu, mapenzi bandia ili sisi tusifike kwako. Haya, nyama mlikula malangapi? Baba tangia uondoke hatujala nyama hata mara hiyo. Kumbe pesa zote za nyama mwanamke anaficha, anafanyia mambo yake. Unatesa watoto wa watu wewe mume. Alikuambia kabla ya kukuoa nina watoto wangu wawili, ulikubali. Mbona leo mnanyanyasa watoto? Wamewakosea nini watoto wa kambo? mtoto mama yake ajulikani alipo ya yuko kwa baba, lakini mtoto anasukumwa, hafuliwi nguo, hata chakula nakatiliwa. Wamewakosea nini watoto? Kina mama, nyiwe ndio mnayokwenda leba, mnajua uchungu wa kuzaa, mbona mmebeba mioyo mibaya? Wanaume wengi tunateswa na ushirikina, hatujala chakula dawa, hatujaoga maji dawa, hatujalala ni mwendo wa dawa tu. Dawa zingine wanaambiwa na waganga, anachukua kipande cha nyama, anaweka sehemu za siri, kinakaa siku saba, hata kikutane na hevi, unachomolewa nakaangiwa na, na, na, na pilipili nyingi, malimao uliye chapatu kila etam tabu, umekwisha kengewe <laughs> ndio mnamkuta mtu msikitini, bonge ajitu tukoni kwa mkewe, mke mpaka miamb, bwana, mke wako mbona ovyo, hamna Eti, ananiambia mtu kweti wewe kweli hapo, hapo azana.